Katika mafunzo haya ya uhariri wa sauti utaanza na kujifunza ni jinsi gani unaweza ukatenganisha sauti pamoja na picha. Kwa hiyo nitakuja katika folder la videos, halafu alafu nitachagua. hii nitaiweka katika timeline nita keep existing settings. Alafu nitaplay Umeona kwamba video hii imekuja na sauti yake. Hapa tutaondosha hizi sauti za milio ya gari na Honda. Kwa hiyo milio hii tutaiondosha. Kutenganisha ni rahisi sana. Utaichagua ile clip yako uta right click, alafu utaenda katika sehemu ambayo imeandikwa unlink. kwa hiyo hapa utaona kwamba picha na sauti zimeshatengana sasa. Kwa hiyo ukishika hii ya juu ambayo ni V1 utakuwa umechagua picha peke yake, na ukishika hii ya chini ambayo ni A1 utakuwa umeshika sauti peke yake ambayo ni audio. Sasa una uwezo wa kusogeza mbele, una uwezo wa kuichagua hii tuna na kuifuta kwa kubonyeza Delete ama right click kwa clear. Kwa hiyo hapa nikiplay, hautasikia sauti yoyote.